Hayo ameyazungumza katika hafla ya kukabidhi hati miliki wa ardhi zaidi ya 800 katika kijiji cha Makunda wilaya ya Iramba, amesema zoezi hilo linaimarisha usalama wa ardhi. Lakini na mimi nimefarijika sana leo kuwa sehemu ya historia kwa wanairamba na hususan katika kijiji hichi, kwamba leo tunapoenda kukabidhi hati zaidi ya mia nane na mimi mwenyewe nikikabidhi, basi ni kumbukumbu kumbu nzuri kwamba nina mimi nilishiriki katika zoezi hili ambalo wananchi wa kijiji hiki wamelisubiri kwa muda mrefu sana. Hati hizi jamani, ni heshima, hati hizi ni fedha, hati hizi ni uchumi, hati hizi ni haki kwao. Tunaomba sana, mtakapokabidhiwa leo hati hizi, mwende mkazitunze kama mnavyotunza mboni ya macho yenu mkatunze ili na nini iwatunze, sio tena tumekupa hati ndio umepata mwiba wa moto wa kwenda kuanza kuuza ardhi. Jamani, ardhi nendeni mkapangishe, lakini msiuze ardhi, kila mwaka inaongeza thamani. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa wilaya Iramba, Moses Machali, amewashauri wananchi nchi kuzihifadhi katika sehemu salama. Nendeni mkaziweke mahala sahihi, zisichakae zidumu inawezekana siku moja ukawa na shida na pesa kwa ajili ya kuendeleza kilimo chukua, hati yako ukiwa na mpango wako, una ardhi yako, nenda benki wambie, bwana mimi nina hati hapa, nifanye nini ili kusudi niweze kupata pesa, nitanue kilimo. Ulikuwa unalima eka moja, unataka ulime eka kumi, eka tano, unaweza ukapata mkopo ukanunua mborea ukanunua mbegu ukaajiri na wafanyakazi kupitia hati hiyo, zitumieni hati hizo vizuri. naye no? na kamishina msaidizi wa ardhi mkoa wa Singida Shamimu Hoza amesema kuwa kijiji cha Makunda ni miongoni mwa vijiji vyenye matumizi sahihi ya ardhi, lakini pia mwenyekiti wa eneo hilo naye pia amezungumza. lakini kwa wilaya ya Iramba zinatengeneza vijiji sitini na sita na wilaya yetu ya Iramba ina jumla ya vijiji sabini kwa maana ya kwamba Iramba tunaakiza vijiji vinne tuweze kumaliza um, vijiji vyote sabini kwa hiyo niombe sana wananchi sio wa makunda tu na vijiji vilivyojirani na Makunda, kuendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha tunatekeleza maelekezo ya serikali, lakini kikubwa ni kuhakikisha hizi hati tunazozitumia zisigeuke mapambo majumbani mwetu. Baada ya kuwa wamezipokea zitawaondolea wananchi migogoro miongoni mwa vijiji vingi katika wilaya hii ya Iramba, ukiitoa kwenye namba moja kijiji cha Makunda hakiwezi kukosekana kuwa namba mbili kwenye kilimo.